Karibu mpapai digital. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, tafadhali tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau ku like na kushare. Asante. Kuna muda inatakiwa wewe ndo uwe una maamuzi na mchezo, ila hyo vitu kwa Young Africans kuna baadhi ya nyakati ya vitokei. Tunazungumza unacheza na timu ambayo inaweza kuidominate kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho ila kuna nyakati zinatokea Yanga Africans yeye ndo anakuwa mtumwa kwenye mchezo, lakini mwisho siku anashinda mechi. Yaani Richi, kushinda ni matokeo ya mwisho mm, watu wanahitaji kuona tunashinda kwenye njia ipi. Ikitokea siku ambayo hizo nafasi tunatengeneza haziwezi kutumika mm, it means tunakuwa tumepoteana kabisa. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo timu inatakiwa kutengeneza na, na, ushawishi. Unaweza ukacheza vizuri pia usitumie hizo nafasi ukapoteza mchezo, kwa sababu hata hizo nafasi zenyewe haziwezi kutokea tu from from nowhere, ni lazima timu iwe na mpango kazi huku nyuma. Kwa hiyo lazima timu mm, watu wanachokidai kwa sababu richi, mimi sitaki kuamini kwamba watu wote wanaolalamika ni hawaoni yani, yani mimi ninaelewa ambao wanalalamika, lakini isho ya kusema kwamba yanga haina, yani roman falsafa haina identity inawezekana kidogo nikaa changamoto mimi kuelewa kwa sababu identity, mashabiki wengi wanaamini ni lazima Yanga icheze mpira wa zamani, lakini Nandomano... je, hichi ambacho anakifanya sio identity ya mwalimu? Na ndo maana ukimsikiliza anakwambia yeye bado picha anayo kwamba anachokifanya bado hakijakamilika mm, ndo kiko mwanzo kabisa kwenye kile ambacho yeye anahitaji kitokee kwenye namna ya mpira ambayo yeye anataka kuufundisha Young Africans. Kwa hiyo ni swala la wachezaji kuadapt kile ambacho yeye yuko nacho na mwisho wa siku waje wakionyesha kiwanjani. Kwa hiyo mimi bado naamini mm, na ni kwenye nyakati na hatua za mwanzo kwa mwalimu kwenye kuanza kupanda mbegu zake kwa wachezaji. Mwisho wa siku vitu vikitokea tutakuja kuona kiwanjani. Hans, samahani kidogo, identity anakuja nao mwalimu ama identity da kuwepo kwenye team tu, hata tukiondoka mwalimu? It depends, identity inaweza kuwa ya team, mm-hmm, lakini pia mwalimu anaweza kuja na identity yake. Identity ni utambulisho kwa Kiswahili, utambulisho. Yeah, utambulisho. Eh, mm-hmm, kwa mfano identity ya Yanga ni tunasema ni tiktok football Kampa, kampa kampa, kampa. No, sio kweli. Hiyo ni ya miaka ya, sasa hivi ya kawaida kina... Labda niwasaidie kwa sababu kidogo mimi ndo nimekula chumvi hapa <laughs> uh, Yanga na Simba zamani, kwa miaka ya zamani. Yanga ilikuwa ni timu ambayo ina mpira kama unavyoiona Man United ya zamani ile. Mpira pasi kwa chache golini. Sisi hatujali sana mpira huu tunachezaji. Cha kwanza kwanza tupate ushindi. Lakini pia part of identity ya Yanga ambayo hata kwenye historia kwa wale ambao wanajua historia ya mpira wa nchi wanaweza kukubaliana na mimi. Uh, Yanga always katika mpira wao ulikuwa unakuta kuna flying wingers, kuna washambuliaji ambao ya wana, wanajua, wanajua kufunga na wale midfielders wanaopiga sana pasi ulikuwa unawakuta Simba na ndio hata jina la Lunyasi mm. kwa maana sisi ngoma tunaiweka kwenye nyasi inatambaa chini, na Simba ndio watu pekee nchi hii ambao wamewahi kuwa na attitude kwamba wanaweza wakapoteza mchezo, lakini wakaridhika kwamba tumecheza vizuri. Mimi nimewahi kuiona mechi moja ya dabi mwaka nadhani 98 au 99 ile Simba alifungwa tatu moja Uh, moja kati ya nyota wa mchezo siku hiyo alikuwa ni bwana mdogo wakati huo Kalimangonga Kaliongala akiwa mwanafunzi tu nadhani ya miaka 18 17. Ulikuwa unatakiwa unatuambie tu hii identity hapo nyuma, alafu turudi kwa yeye, yani kwamba okay, ilikuwa ni subiri kidogo, kamanda, mwanzoni kwamba hizi timu zilikuwa zinacheza hivi, unajaribu kutuleta ili watu waone hii identity ambayo wanaizungumzia, eh, tufanye hivyo ili turudi kwa. Unaona, labda nazungumza taratibu sana na kuchelewesha kamanda, tunataka tusitoke kwenye kwenye mjadala kidogo tuko kwenye kwenye identity, hey, tukumbushe hii identity tukumbushe alafu turudi kwenye ndio ilichokuwa uo labda naona nazungumza kwa, na, nafanya, ndoane, kumbia, wanoona, hey, kwa speed ya chini sana mimi siwezi kuzungumza kama kama kama <laughs> nimekukumbusha <laughs> <tukumana> lakini <laughs> mimi nimekuelewa ulichokuwa unasema ni ni ya Yanga uh, walianza kubadilika mindset ya mpira wao around nadhani miaka ya 2014 15 ao kuja juu huku pale ambapo hii kwa mfano ya nani, ishu ya kampa kampa tena ilianza baada ya kupata midfielders kama Tabani Skada kama Soko kwamba sasa Yanga wanapiga pasi na kocha Molanzi ambaye alikuwa ni, ni Hans. Kwa hiyo hiki tunachokiona kama mpira wa kupiga pasi ilianza wakati huo, lakini mind you, akaja Mwinyi Zahera baada ya wakati huo pia akairudisha Yanga kule kule. Ambako ilikuwa, ilikuwa ilikuwa inajulikana kwenye kucheza direct football. Kwa hiyo baada ya, ya Nasrid Nabi na Gamondi na kuja huku ndio imerudi kule imekuwa kwamba identity ya Yanga hmm, ni kucheza mpira expansive wa kumiliki uh, bila kutumia sana na, na, na, wingers na inabidi ina tuondoke na hiyo sasa, kwa sababu watu wengi ambao pia leo wanatazama Yanga na wanafuatilia wameikuta wameona sana hii identity ambayo tunazungumzia. Lakin, lakini lakini lakini unapozungumza <coughs> miaka kumi, kumi na moja tayari ni zamani ya na mwuzi. Ukienda Yanga pale penyewe ukiwauliza identity yao wanakuambia ni kampa kampa, tena mpira wa pasi nyingi ndio utambulisho wao uliokuwepo, you see. Kwa hiyo wanahitaji kumdominate mpinzani, wanahitaji kudictate, wanahitaji kupress, wanahitaji kufunga magoli, wanahitaji kucheza mpira mzuri, ndio utambulisho wao. Lakini honestly, hapa katikati wamekuja pia walimu ambao sio waumini zaidi wakampa kampa tena, ila wamekuja na identity zao tofauti. Kwa mfano, ukimtazama Ramovich. Ramovich ilikuwa ni pure counter attacking football lakini ambayo ime mix na heavy metal football. Mashambulizi ya Yanga yalikuwa yanatengenezwa kwenye transition. Pale ambapo mpinzani ana mpira anatoka nyuma akifika katikati ya uwanja wana pressurize wakiba mpira. No back pass ni mbele, wamefunga magoli. Nadhani wote tuliona jinsi ambavyo Yanga Ramovic <coughs> ilikuwa inakimbizana kwelikweli. Kwenye issue ya identity inadepend, anaweza kuja mwalimu na utambulisho wake, lakini pia utambulisho wa klabu unaweza ukawepo. Kwa mfano ki, ukizungumza Chelsea, identity ya Chelsea ni ipi? Hitlos toka kipindi kile cha kina Jose Mourinho lakini wamepita walimu wengine ambao wana identity ya tofauti sindio? mm -hmm. Barcelona ukienda kuna tiktak iko pale imetulia na Ajax Amsterdam imetulia, ukienda Manchester United ni pure counter -attacking football, lakini hapa katikati wamepita walimu ambao sio waumini pia wa counter attacking football. sindio? aa, Liverpool gegen pressing identity ziko pale. Kwa klabu inaweza ikawa na identity yake lakini inawe, anaweza kaja coach ana identity tofauti na watu wakakubaliana nao, mradi matokeo mazuri, afanyaje? Ndio nilichokuwa nauliza Rich kwamba kwa nini tusiamini kwamba leo sasa, yeah, hii ndio identity ya Yanga ni kaumpa oh, so, uh, lakini kabla subiri kidogo na falls kaja sasa uh, na, ya na, ya kwake na, na matokeo yanapatikana. Mimi mimi nataka nizungumze kitu kimoja. Ndio nimesikia interview yake. Of course, ni kocha ambaye anaonekana na confidence lakini presha tayari imemwingia, kwa sababu timu za Tanzania wakiamua kukupressurize wanakupressurize kweli kweli. Ukimsikiliza, anasema kwamba anajua timu yake inaelekea wapi na anataka kuifikisha huko ambako haikufanikiwa kufika, ndiyo, miaka ya nyuma kwa maana ya michuano ya kimataifa kwamba Yanga wamekuwa naishia hatua ya makundi robo fainali, anataka kuvuka pale kwa hiyo anasema hizi rotation ambazo unaziona anafanya mabadiliko ya wachezaji, anajua nini anafanya, pengine anahitaji ku save energy kwa wachezaji ili waweze kutumika kwa muda mrefu huko mbeleni, kwa sababu anaamini season ni ndefu sana. Ila mimi nataka nimwambie kitu kimoja, sifa ya timu kubwa kama Yanga ni kushinda mfululizo kwa ushawishi. Ushawishi ndio namna ya kucheza. Sasa of course, hichi ambacho kinatokea sasa hivi inawezekana timu inapata matokeo inapata clean sheet lakini mimi binafsi sioni utambulisho mpaka Okay. sasa hivi wa Romain Folz mimi nina nikiwauliza yanga sasa hivi inacheza mpira gani? counter attacking football, power play football, tiki taka ni wanafunga. Ila ila mimi swali langu Richi ni kuulize mm. ni tu mm. yani, identity mm. ya Force, mpaka sasa hivi ni ipi? Utamu... <coughs> <Mipira mirefu. coughs> mimi, mimi mimi sina mm. wasiwasi na yeye ila nachotaka timu inashinda ila Aonyeshe utambulisho wake. Mimi mimi kupitia mazungumzo ya Hans yeah. Mimi nina swali kama ndo mtakuja kwako uh, kwa George Magunga naenda pale. Kwa nini watu wanazungumza hivi hivi sasa? Mwisho wa siku tunaweza tukailaumu labda hata hata hata management ya Yanga kwa kumwajiri mtu ambaye hawajui anafundisha mpira wa namna gani. Sijui umeelewa. Kwa sababu kama watu wanaanza kulaumu na, na naenda hata ipressure kwa Yanga wenyewe viongozi ni kwamba wao wenyewe walikuwa wana expect kitu ambacho hawajui huyu mwalimu anafundisha mpira wa namna gani. Hapana, sio kweli mm. Uh, ni sawa na wewe unavyoomba kazi hapa, ukiandika CV utajaribu kuweka vitu vinavyohusiana na hichi ambacho unakuja kufanyia kazi hapa. Kwa makocha CV yake lazima ina game models mm. Yaani inamaanisha mule ata include uh, aina ya soka ambayo anapenda zaidi ku vijana wake mifumo, wacheze mifumo na hiyo mifumo sio mm-hmm. Mfumo mmoja, ikishindikana labda plan A plan B, mfumo itakuwa vipi? Unanielewa? na anapokuja kwenye timu kutengeneza identity. Sijui kwa nini sijui kwa nini tunajaji hivi, lakini identity neno pana. Watu wanajaji kwenye namna ya kucheza, umesema uone. Mwalimu identity yake ni ipi? Utambulisho wake ni upi kwenye kuzuia? Kwa sababu utambulisho sio kucheza tu, hata kwenye kuzuia hata na cheki maanisha mimi hapa ni kwamba, <laughs> uh, mwalimu anapokuja kwenye timu anahitaji time, yani kutengeneza hiyo chemistry ambayo sisi tunaijaji hapa. Anahitaji muda, na amesema hapo ana rotate, anabadilisha sana wachezaji <laughs> kwenye kikosi ye binafsi anajua kwa nini anabadilisha wachezaji na ili upate timu ambayo itakupa kile ambacho anakihitaji, ni lazima upate profile ambazo zinashabiana. yani kwamba Jefu akicheza na Juma, utapata kitu bora zaidi kwa sababu ah, hawa wawili wakicheza kwa pamoja, utapata ubora wao kwa wakati huo mmoja. Mmoja. Unanielewa? Niliandika baada ya mechi ya mwisho ya Africans. Nikasema hivi, kuna sehemu za maboresho Africans lazima zifanyie kazi katika huu mchakato wao kujenga hii timu chini ya mwalimu mpya. Nikasema kitu cha kwanza kuanzia tu kwenye muundo wao, wakati wa yani, muundo unaeleweka, idea zinaonekana, nini mwalimu anahitaji. Lakini nikasema ya kwamba muundo peke yake hauchezi football. Tunachoangalia kwenye muundo, namna gani watu wanatekeleza majukumu ndani ya mifumo, nia na tabia za wachezaji ndani ya mifumo. So tukianzia hapo, tutuje tujaji kuhusu mifumo na hiyo hmm. identity ambayo tunaiongelea hapo. So, so kwa maelezo ni kwamba wanatekeleza hicho kitu ambacho mwalimu anahapana, anana... kuna vitu katika Asilimia mia moja. Asilimia mia moja. Na asilimia ngapi wanatekeleza? Si, siwezi kuirejea kwenye ngapi, lakini ni wastani wa kawaida sana. Kawaida sio inafika 50 mega. Yeah, yeah, mfano unaweza nikakupa mfano labda. Mm. Uh, Young Africans wakiwa hawana mpira. Fuatilia hata leo. Chukua saa yako, angalia wanatumia muda gani kurejesha umiliki wa mchezo. Unanielewa? Mm. Kuna kitu nakiita PPDA, ile pass pa, pa defensive action. Yaani unamruhusu mpinzani wako apige pasi ngapi? kisha wewe ufanikishe kufanya pesi na kuwini mpira. Wana take time, wanachukua muda. Hii inaonyesha kwamba hata tu bila mpira bado hawako sawa sawa. Intensity, kasi ipo chini, pressing yao haina nguvu wala haina muunganiko. Wakiwa na mpira, niliandika kitu kimoja kwamba kwenye ile team safe, kwenye eneo la kiungo, Azizi ndo mtu ambaye ana perform vizuri sana kwa viungo wa chini, lakini mwalimu anahitaji timu ikiwa katika ikiwa na umiliki wa mpira wa uhakika, Azizi ashuke katikati ya katika mabeki wakati wawili kutengeneza mstari wa watu watatu. So nani anakuja kuconnect wale watu watatu na watu sita wajuu? ku kwa, kwa maelezo yako kuna wachezaji hawaelewi hawa kile ambacho mwalimu sasa hivi anakihitaji? Inawezekana wanaelewa wanaelewa, lakini <laughs> <laughs> Lata. Utekelezaji bado utekelezaji, bado. Ay, utekelezaji ay, ni bado? Kwa nini, kwa nini utekelezaji ni bado wakati michezo imeshafika mitano sasa hivi tangu mechi imeshafika sita tangu mechi ya kwanza ya Ryan Sports mpaka sasa hivi? It happens inatokea, kisa kama alivyosema kwamba wanahitaji muda eh. Hey, inatokea. Michezo mitano hiyo imechezwa ndani ya kipindi kama cha mwezi which, lata, is waki, wakienda miezi miwili, miwili, kamanda, labda miezi miwili mitatu, bado utekelezaji ni sifuri e, watu tutakuwa tunamlaumu wachezaji au ni mwalimu kwanza kabisa I don't know where you're getting the idea kwamba utekelezaji ni sifuri, kwa sababu unajua mpira guys, hauko vile ambavyo tunavizungumzia. Unajua kuna baadhi ya vitu tunavizungumza, I don't want to say, tunazungumza vitu ambavyo hatuvijui, tunajua, lakini labda tuna struggle kwenye kufafanua ama kuwasilisha kile mtu ambacho unawaza. Yes, ni kweli kabisa, kila, kila kocha ana identity yake lakini identity pia ni kitu ambacho wakati mwingine tunakipa umuhimu ambao haupaswi kuwa mkubwa kama ambavyo tunatoa. Nitakutolea mfano. Uh, ukiangalia lineup ya Yanga kwenye mechi ya mwisho, picha unayoipata ni kwamba wanatumia mfumo wa 4-2-3-1 mabeki wanne, kwa mujibu wa mchezo uliopita ule, Kibwana kulia, kushoto Boka, katikati Baka na Job. Juu yao walicheza Diuka Bua pamoja na Azizi Sawa so, juu zaidi wakacheza uh, Max, Pakome na Muda. Sawa so, mm. that means kwamba Max na Pakome wanatokea uh, at each flanks na muda anakuwa ni attacking midfielder. Sawa so, mm. mbele akacheza Dube. uh, hii lineup yenyewe kwa huu mfumo inaweza ikakupa picha ya idea ya jinsi ambavyo mwalimu anataka mpira uchezwe, so, sawa, kwa maana kwamba amelenga kubalance team, kuipa team balance kwamba you have two full backs, you have mabeki wanne, you have two typical defensive midfielders ambao ni Duke pamoja na Aziz, ambao watasaidia hawa wachezaji watatu wa mbele wanaoshirikiana na mshambulizi wacheze kwa uhuru zaidi, without having to worry uh, kuja kukaba mtu kama muda, ambaye sometimes anakuwa ni defensive minded, akiwa ana watu nyuma yake kama Duke Abuya pamoja na, uh, na with this guy, Aziz anajua kabisa kwamba bwana, mimi sina kazi kubwa sana ya kurudi nyuma zaidi tu ya kazi ya kulink up mashambulizi. Na nadhani lineup ya Roman Falls richi, kwa muda wako unaweza ukarudi ukaangalia lineup za Roman Falls zote zinaakisi hiyo idea ya mpira. Sasa unapokuja uwanjani, sasa wakati wa mechi, hasa mechi ya ushindani, cha kwanza kabisa wether unatumia uh, mfumo wa back 3, wether unatumia mfumo wa 442, wether unatumia 4231, wether ni 433, cha kwanza kabisa lazima utengeneze mazingira ya wewe kuwa compact ukiwa hauna mpira na utengeneze mazingira ya kuwa expansive ukipata mpira. Sasa mechi hiyo hiyo